Haya hapa, yani una uhakika kwamba zitaota yeah. na mm. mm. uh hapa -huh. no. oh. hamna haja ya kununua zile za maduka unatoka mm. uh -huh. vizuriki yeah. vizuri hizi yeah. mm. mm. hapa ambazo wanavuna mulianika yeah. mm.